Ya oh, pole ya sasa, tuko ndani humu mpaka pale kumi na mbili na nusu ndo itakuwa ni tamati. Lakini sasa hivi ni muda rafiki kabisa, msikilizaji, wa kukujuza kile ambacho tuko nacho kwenye ujumbe wa njiwa. Tunasema mm. eh, likikugusa unabadilika, lakini kama linakugusa kwa nia ya kukupongeza basi unaongeza juhudi pale ambapo eh, katika lile jambo ambalo unakuwa unalifanya. Okay, tunaposema ulinzi shiriki, shirikishi tunakuwa tunamaanisha nini? Shachoka na maswali yako. Kila siku ni kuuliza. Naye basi sasa wewe kama huniulizi eh? mimi lazima nikuulize. Eh uh -uh. Eh, ndio. Wewe hutaki kuni, kuniuliza, mimi nakuuliza. Tunaposema <laughs> ulinzi shiriki, shirikishi tunamaanisha nini? Katika nini? Eh, katika nini? Ulinzi shirikishi. Kwenye nini? Kwenye mali za wananchi. <laughs> <laughs> Ulinzi wa raia na mali zao. <laughs> Ulinzi shirikishi. E, inaweza ikawa ina tafsiri nyingi lakini kwenye ile mm, tafsiri iliozoeleka. Ile moja kwa moja iliozoeleka ni pale juhudi za ulinzi wa raia pamoja na mali zao mm, unapokuwa shirikishi kwa kuihusisha jamii husika. Okay. Kwa maana kwamba mfano kwetu huku ni kuanzia level ya chini kabisa kwa sababu tunajua watu waliopewa ivi vitongoji ndo nyumba kumi kumi, tofauti nyumba kumi kumi iko ndani ya kitongoji. Okay. E, kwa maana mm, kwamba yale makundi ya nyumba kumi kumi inaanzia e, kwenye nyumba nyumba kumi kitongoji, e, mtaa, kijiji, mm, mm, kata yeah. E, kwa hiyo tunasaidia vyombo vilivyopewa dhamana e, kuweza kufanya kazi yake lakini si kwamba sisi tutabadilika kuwa kama hivyo vyombo, lakini mm -mm. Tunasaidia zile juhudi za kulinda usalama wetu ndo ulinzi shirikishi. Okay. E. Na ili uweze kuitwa ulinzi shirikishi mm -hmm. Umeniambia utaki maswali, auliza naweza nikajibu kwa maswali <laughs> ili uweze kuitwa ulinzi shirikishi, ni nani ambaye anahusika moja kwa moja kutengeneza sasa hayo makundi ya mm. Afu mwisho wa siku yaitwe ulinzi shirikishi, jamii yenyewe inawajibika kwenye hilo kulingana na level sasa ya jamii kama unavyosema. Ah, subiri kwanza hapo e, usinichanganye yeah. mm. ukisema jamii unamaanisha kwamba ni wale ukiamka asubuhi mm. unaamua kusema kwamba ngoja nihamasishe watu tuunde kikundi cha kikundi, kikundi cha ulinzi shirikishi tuwe mm. mm. tunalinda kwa sababu kwenye maeneo yetu labda kuna, kuna, kuna matukio ya wizi ambayo no, yamekuwa yakijitokeza na udokozi na nini, ndio mm. maana mm. mm. ninaposema hey, jamii yenyewe e, naizungumzia kwenye dhana wajibikaji kwenye majukwaa rasmi mm. ha, hata kama ni mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa kitongoji kwenye jamii awezi kuamua tu yeye mwenyewe, lazima washirikishe watu waamue, wakubaliane kwamba kulingana na mazingira yalivyo mm -hmm. Sasa tunakubaliana tunaazimia, kama kitongoji a tunataka tuwe na ulinzi shirikishi okay. mm -hmm. Asante kwa majibu yako. Sasa leo njia wetu moja kwa moja tunamwagiza kwa baadhi ya viongozi mm -hmm. tuna yani, tunawakumbusha tuna kwamba mnapaswa kuanzisha vikundi au au mnapaswa kuhamasisha ulinzi shirikishi katika maeneo yenu ili kuweza kuendelea kulinda mali zenu, mm. lakini pia na wananchi kuendelea kuwalinda kwa ujumla, mm. lakini pia na kulinda mali zenu ili kuendelea kuhamasisha amani katika maeneo yenu. Na huo ulinzi shirikishi hamtaweza kufanya peke yenu bila kushirikiana na jeshi la polisi. Ni kweli, ehe, nyie mnapanga, lakini ha, kuna, kuna, kuna matukio mengine ambayo mnaweza mkakutana nayo, mm. msiweze kuyangamua ninyi kama ninyi, mpaka mwepo na na watu ambao wanakuwa na vifaa maalum no. ambavyo vinana wana uzoefu na na taaluma ya kitu hicho ambacho kinaweza kikawasaidia ku, kutekeleza hilo jukumu la ulinzi shirikishi. Kwa hiyo jamani, tunajua katika maeneo, katika baadhi ya maeneo huko huko makwetu hmm. Kuna vitendo vya uhalifu ambavyo vimekuwa vikijitokeza yeah. Mtu umeanika nguo zako usiku, ukiamka asubuhi uzikuti hmm. Umeacha kiti nje, ukiamka asubuhi ukikuti mm -hmm. Yaani ukiacha hadi, hadi, hadi ndara mbele ya mlango Ukiamka unakuta zimeondoka. Unakuta zimeondoka sasa, sasa hivyo vitu vidogo vidogo ambavyo vinakuwa vinatokea ina maana kwenye hayo maeneo mm. kuna kuwa na udokozi wa hapa na pale, au yawezekana sasa kuna ule wizi kabisa. Ndiyo, sawa, ndiyo. A, mtu labda kwa mfano kwenye kwenye kwenye tamaduni zetu mm. hasa kwa mkoa wa Kigoma mtu unaweza ukakuta kwa mfano amevuna ame, ame muhogo mm -hmm. anaanika kule kule shambani au imetokea mtu ame, a, ni, ni, ni msimu wa kuvuna karanga. Yani, anachokifanya ni anavuna anaacha huko huko shambani atakwenda kuchukua wakati mwingine. Sasa unaweza ukakuta kuna wakati ama au watu mahindi wanavuna alafu wana, wanatengeneza kuna kuna, kuna, kuna kuna ni nini wana vita vilinge sijui wana vitaje. Wanatengeneza nje mahindi yako unayatundika hapo mpaka e, e, wanatengeneza magara ya asili. Mahindi unayaweka pale unayaacha mpaka siku ya, ya kikauka inaweza kakata miezi miwili mitatu minne, alafu baadaye ndio unatoa pale unayapiga unaweka kwenye kwenye kwenye kwenye magunia. Sasa, kama ni maeneo ambayo kuna hilo, hilo tatizo la udokozi, kinachokuja kutokea ni kwamba kuna watu ambao wanakuwa wanapita kwenye hayo maeneo wanakuwa wanavi, wanaviba vile vitu. Mtu umelala usiku, naamka asubuhi unakuta karanga zako ulizoacha nje hamna. Zimeondoka. Umekuta mhogo wako ulioacha shambani haupo tena. Mm. Kwa hiyo inapokuwa imetokea vitu kama hivyo hapo sasa ndo, ndo, kuna, kuna, kuna baadhi ya maeneo unakuta mpaka itokee okay. Mm. Ndo wanakumbuka kwamba hapa tunatakiwa kuanzisha ulinzi shirikishi. Ndiyo. Nyumba A B C na D leo itakuwa ni zamu yenu, kesho kutwa itakuwa ni nyumba ya fulani na fulani na fulani. Mm. Umeona? na kwa hiyo leo tunawakumbusha kwamba msiwe mnasubiri mpaka tukio litokee. Mnaweza mm. mkawa mnakaa vikao eh, we ni utamaduni kwamba mnaitisha vikao, mikutano ya vijiji, mnapanga mm -hmm. katika mipango yenu ambayo mnakuwa mnaiweka, mnahakikisha mnaweka na huu ulinzi shirikishi ambao utakuja kuwasaidia baadaye, ili kuepukana na hivi vitendo vidogo vidogo vya uvunjifu wa amani ambavyo vinakuwa vinajitokeza. Ingawa wengi wana, uh, kuna wengi wanaenda mbali zaidi, wanasema kwamba kuna maeneo mengine unaweza ukakuta kuna huu ulinzi shirikishi, lakini bado wizi unaende, vitendo vya wizi vinaendelea kujitokeza Hmm. Sasa wanarudi kuwalaumu wale wale ambao wana wanajifanya wanalinda usiku ndo, hmm. <laughs> wanaojiorganize wanasema sasa, ngoja tuende kwenye nyumba ya pasens tuka kaondoke na kitu e. ya hicho <laughs> unachozungumza sio lugha ngeni kwenye jamii nyingi ambako tumelelewa ama tu, tunakoishi mm. E, lakini hata ikiwa hayo mazingira yanatokea, ni mara chache kiasi cha kutoondoa dhana ama maana ya kuwa na ulinzi shirikishi ama mm, tafsiri nyingine ni kupe ya ulinzi shirikishi ndio, ya kila mmoja mchunge mwenzake yani, ndio lugha nyepesi tu unaweza kusema, lakini sasa usiku sio mm, rahisi kumchunga mwenzako mm. E. Sasa ndo maana tunasema kwa sababu tutapeana zamu mm. Nakumbuka maeneo ambako nimekuwa ku, kule e, wanapeana zamu hata nilikotoka eh, kwamba mtu waki, ikitokea limetokea la kutokea, tunajua ni nani na nani usiku walikuwa mm. wako kwenye zamu ya ulinzi shirikishi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi eh, ni rahisi kuwawajibisha kwamba, kama sio yeye, akikudanganya akakwambia tulikuwa mtaa fulani afu akaiba mtaa mwingine, au tulikuwa nyumba fulani afu akaiba ah. Sasa... Kwa... nyumba, nyumba nyingine sio nasema mazingira mm. ya changamoto zinazojitokeza ni kama hizo ndogo ndogo ambazo haziwezi kuondoa maana, yani tunachotamani mm. ni kutafuta namna ya kuleta ufanisi kwenye ulinzi shirikishi mm. lakini bado kwa namna yoyote, unaona kunazo faida za kutosha kuwepo hilo jambo <totipos> yes. Sasa tumwagize njiwa aende zake aende zake. Tukirudi e, tunakuja kwenye kurasa mitandaoni, bila shaka mm. ujumbe wa njiwa leo

Kwizera FM, elfu mbili na ishirini na sita, Aminia.